Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu, kwa mara nyingine tena tumekuja kuzungumza na wewe kuhusu mambo mbalimbali yenye faida katika dini na ulimwengu kwa ujumla. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumza kuhusu akili, na katika mada hii tumeigawa mada hii katika vipengele vitano: kipengele cha mwanzo, maana ya akili, kipengele cha pili ni nani mwenye akili, kipengele cha tatu utajuaje kama mtu huyo anayoakili wa sawasawa, watafiti wa akili. Tukianza na kipengele nambari moja, watafiti wa akili wakiwemo na wanachuoni wa Kiislamu wamesema, alaqlu huwa mumayizu lashyai fi jismi linsani. Short definition kwamba akili ni kichambuzi cha mambo katika mwili wa binadamu. Mwanadamu kuwa na uwezo wa kuchambua mambo, kinachofanya achambue haya mambo au kinachochukua kazi ya kuchambua mambo katika mwili wake ni hichi kitu kinachoitwa akili. Akili ni kiumbe, na katika riwaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia, anasema

Akili ikarudi, kisha akasema Allah subhanahu wa taala, kupitia wewe akili nitatoa thawabu na kupitia wewe akili nitatoa adhabu. Hii ndiyo akili. Kwa hiyo akili ni kiumbe ambacho Allah subhanahu wa taala amekiumba na amekijalia kuwa na uwezo wa kuchambua mambo akili ndio chombo ambacho kinamweka mtu daraja fulani na kumshusha daraja fulani, kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam aliposema: qiwamul mar'i aqluhu wa la dina liman la aqla la. Kiwango cha mtu, kima cha mtu, jiha ya mtu ni uwezo wa akili yake, na hakuna dini kwa asiyekuwa na akili timamu Kwayo, kwa hiyo kwa kuijuhudisha akili kwa namna ya kuitendesha kazi ile akili kwa namna ya kufanya uchambuzi hapo, a, e, mtu anaweza kuwa katika kiwango fulani cha daraja cha hadhi na vile vile pia anaweza kushuka katika kiwango fulani cha hadhi cha daraja cha jiha. Akili eh, ndio kiumbe bora ambacho Allah subhanahu wataala amekijalia kwa waja wake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ma kasama Allahu lil lilibadi shaian afdala min alaqli, hakujalia hakugawa Mwenyezi Mungu kwa waja wake kitu kilichokuwa bora zaidi kuliko akili. Kwa hiyo yale yani yote tuliyopewa sisi wanadamu hajafikia ubora wa akili, kwa sababu hayo tuliopewa hatuwezi kuyatambua pasipo uwepo wa akili. Ndugu yangu mtazamaji, hicho ni kipengele namba moja ambacho tulikuwa tunaangalia, nini maana ya akili. Kipengele namba mbili sasa, mwenye akili ni nani? Mwenye akili yani alaqul, mtu mwenye akili huwa lmumayizu lumura bitafakuri liyafhama ma fiha min al-khayr wa shari liyakhudha khayraha, huyo ndio mwenye akili. Mwenye akili ni yule mwenye uwezo wa kuchambua mambo kwa kupitia fikra. Mwenye akili ni yule mwenye uwezo wa kuyachambua mambo kwa kutafakari kutokana na kheri na kutokana na shari. Kwa nini tunayachambua mambo? Tunataka kujua yana faida kiasi gani na yana hasara kiasi gani, ili kusudi, kama faida yake itakuwa ni kubwa zaidi tuyachukue, na kama yatakuwa yana hasara zaidi tuyawache. Huyu ndiyo mtu mwenye mwenye akili na kwa namna hii inaonyesha kila kitu kina faida na kila kitu kina hasara. Mfano, pombe, pombe inayo faida lakini hasara yake ni kubwa kuliko faida. Katika Qur'anul Karim Allah analibainisha hilo anasema, wanakuuliza yasalunaka an ilkhamr, ewe Mtume, wanakuuliza kuhusu pombe, waambie hiyo pombe na manufaa kwa watu kwa watu, lakini madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Sasa jitu ilishabainishiwa kwenye pombe fulani utapata vitamin B na vitamin C, lakini madhara ya pombe yanaharibu ubongo, pombe yanaharibu mapafu mfumo wa hewa unakaa vibaya. Pombe inakubadilisha, unaweza ukawa ukaua ukafanya chochote wakati umekunywa ile pombe. Lakini mtu anakunywa, sasa huyu hatusemi kuwa ana akili, huyu hana akili kwa sababu vitamini B na vitamini C tunaweza kuvipata sehemu nyingine mbalimbali tena nyingi na sio lazima iwepo kwenye pombe lakini kwa kukosa kwake akili, yaani kwa kuwa akili yake imeshachambua mazuri ni haya, mabaya ni haya, na mabaya ni makubwa zaidi, lakini akalichukua ichu, aka lile jambo, huyu hatusemi kuwa ana akili huyu hana akili. Hicho ha. ni kipengele uh, nambari nambari mbili. Tuende kipengele sasa nambari tatu. Je, tutajuaje kama mtu huyu akili yake inafanya kazi vizuri? Ishara ya kutambua kwamba huyu mtu akili yake inafanya kazi vizuri. Anaitumia akili yake vizuri. Mwanachuoni Al-Imamu Musa Al-Kadhim rahimahullahu ta'ala mwanachuoni huyu aliishi katika zama za Alimamu Shafii, kama nitakuwa sijasahau. Alikuwa na mwanafunzi wake anaitwa Hishamu. Siku moja alikaa, akawa anamuusia Hishamu mambo mengi sana. Katika hayo akamwambia, ya Hishamu likulli shayin dalilun wa dalilu laqli la tafakur. Ewe Hisham, kila kitu kina ishara ya kukitambulisha. Allahu subhanahu wa ta'ala, zipo ishara za kutambua ya kwamba Allah yupo na ndio maana tunadai uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala tukitaka kutambua hapa pahala kuna mwanachuoni au hakuna, kuna ishara zinazotumika kumtambua mwanachuoni. Tukitaka kujua kama eneo hili linafanywa nina maasi sana au halifanywi, kuna ishara ya kutambua ya kwamba hapa si eneo salama sana na kuishi kutokana na nidhamu ya watu wake. Kwa hiyo al-Imamu Musa al-Kadhim anamwambia Hisham mwanafunzi wake, ya Hisham, likuli shaiin dalilu, ewe Hishamu, kila kitu kina ishara ya kukitambulisha. wa dalilu la akli tafakur, na dalili ya akili ni ule uwezo wa kutafakari. Ana, kumbe, ili tujue kama huyu mtu akili yake eh, ni nzima na inafanya kazi vizuri ni ule uwezo wake wa kutafakari kuwepo nafasi ya kutafakari. Pasipo kuwepo nafasi ya kutafakari, mtu huyo hatuwezi kusema nini? Hatuwezi kusema ya kwamba ana akili. Akili inajulikana kama ipo na akili inakuwa hai kukipatikana kutafakari, na akili vile vile inakuwa ni mfu kukikosekana kutafakari. Idha fuqida tafakkur faqad fuqida, fuqida laqli. Sehemu kama haina kutafakari, basi ujue sehemu hiyo haina akili. Mtu ambaye hatafakari katika mambo Yaani, mtu huyo ya akili yake ni mfu. Tunasema wa man lam yatafakkar fi azmi umurihi wa huwa yaqulu annahu aqil fal majnun afdal minhu. Ha yani mtu ambaye hatafakari katika kuamua mambo yake, katika majambo yake mtu huyu, alafu akawa anadai mimi na akili, mimi najua, mimi mjuzi, tunasema mwendawazimu ni bora zaidi kuliko yeye, liannahu yatafakkar fi baadhi alashya, kwa sababu mwendawazimu anatafakari katika baadhi ya mambo. Mwendawazimu na uwendawazimu wake, akitaka kuvuka barabara ni lazima aangalie kulia na kushoto, kuangalia usalama wa barabarani ndio akate barabara. Hapa akili imetafakari, hapa akili imefanya kazi. Sasa mtu anasema mimi nina akili, lakini hana tafakuri katika mambo, mtu huyu ni sawasawa na mwendawazimu, kwa sababu hata yeye akienda barabarani ataangalia kulia na kushoto ndio akate barabara. Mwendawazimu anajua muda gani anatakiwa ale hisia za njaa anapata na atakuwa anapata hisia za njaa vile vile, kwa ni sawasawa sawa na mwenda wazima. Sasa ndugu zangu, kwa nini tumeamua kuchagua mada hii? Mada hii ni mada ambayo tumeeleta kutokana na ulimwengu wa leo jinsi ulivyo. Unaweza ukasema jambo au ukalileta jambo au ukatoa kitu, iwe ni zawadi au ni kitu gani, atakuja mtu kwa kukiona tu kitu kile pale pale atakipinga moja kwa moja. Mtu huyu uwezo wake wa kutafakari ni mdogo. Unapoonyeshwa kitu kwa kuambiwa, mtu mwenye akili timamu kwanza anatulia, anatafiti, anachunguza. Akishachunguza anachambua katika, je, ni kikubali au nikikatae. Anapima mizani, je, jambo hili faida hizi zilizoko hapa ni kikubali haitakuwa tatizo, au kwa hasara hizi nikilikataa haitakuwa tatizo. Alafu ndio unakuja sasa, unatamka kwamba e, vizuri jambo limefanyika au halijafanyika. Nazungumzia sana kuhusu ambao tumewaita ni mashekhe, kwa sababu ni Mungu alio. Kuna mashekhe kweli na kuna mashekhe walioamua kupewa nafasi tu na watu fulani fulani kwa ajili ya maslaha yao wenyewe. Anaweza akawa amesimamia msimamo fulani kwa elimu yake hiyo aliyopewa, hakuonyeshwa misimamo mingine, kwa hiyo akadhani kwamba duniani hakuna misimamo mingine isipokuwa msimamo huo wake mmoja wewe ukaja ukaanza kumpembulia misimamo ya watu wengine mbalimbali mbali, tena wanachuoni waheshimiwa wana hadhi katika Uislamu, alafu kabla ya kwenda kuthibitisha kwamba haya aliyosema yapo au hayapo, bado anarudi tena anapinga. Huyu hatusemi kuwa ana akili na hatusemi kwamba akili yapo hiko. Kwanza amekosa sifa ya mtu kuwa aqil, mwenye akili. Pili vile vile, akili yake imekosa dalili ya kuitambulisha kuwepo, kwa maana ya uwezo wa kutafakari katika mambo. Na kwa maana hiyo, sasa tunaweza kuzalisha kitu tunakiita akili ya utumwa. Akili tunaweza kuzigawa magrupu mawili, kuna akili ya utumwa na akili ya uhuru. Kwa maana kwamba kuna akili zinaishi katika hali ya kuwa ni huru, lakini kuna akili zinaishi katika hali ya kutumikia watu, mithili ya bendera. Bendera ipo kwa ajili ya kutekeleza malengo ya upepo. Ikiwa upepo malengo yake ni kuelekea kaskazini, bendera haina budi kuelekea kaskazini, na ikiwa upepo ni wa kuelekea kusini, bendera haina budi kuelekea kusini na duniani watu wa dizaini hii ambao hawazifanishi kazi akili zao, akili zao hazichambui mambo ni wengi zaidi kuliko watu ambao wanakaa na kutafakari mambo. Kwa hiyo mtu ambaye akili yake imemilikiwa ni, ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Man tumlaku fikratuhu faqad fashlat umuru, mtu ambaye akili yake milikiwa mambo yake yote atakuwa amefeli yamefeli, kwa sababu ya yupo kwa ajili ya kufuata mkumbo tu, akiambiwa tuandamane, tudai haki yetu bila kujua anetudhulumu nani, pahala gani tunaidai hiyo haki na baada ya kupata hiyo haki chombo gani kitaendelea kutusimamia haki yetu, ili isije ikaja ikaondoka. Yanaingia barabarani, anaandamana, hakutafakari, ameandamana, yupo na kiongozi wa maandamano. Kiongozi wa maandamano hapigwi, haguswi, anakamatwa, anaenda kufichwa siku mbili tatu, anarejeshwa akiwa salama kiafya. Wewe uliofuata mkumbo unapigwa, unaumizwa unafanya mpaka kilema, wakati mwingine unachua ulemavu. Wakati huo aleandamana na wewe amendoka kushajiisha watoto wake wako nyumbani, wanakula kuku kwa mrija. Sasa wewe huna akili, wewe hutafakari katika mambo, wewe huchambui mambo, na ndio maana umefeli. Man tumla kufikratuhu faqad fashilat umuruhu, mtu ambaye akili yake imemilikiwa, siku zote mambo yake yanafeli. Umeona riwaya tofauti tofauti zimewekwa, umeona kutoka katika sahihi Muslim, katika sahihi Bukhari, mwanachuoni fulani amesahihisha. Unakwenda kwa shekhe lako, shekhe, kuna riwaya hizi hapa, amesahihisha fulani bila kuthibitisha ni kweli basi sahihishwa yasahihishwa, ni kweli, riwaya ipo au haipo? Shekhe anakukatia tu maneno hayo, maneno ni ni ya uongo, riwaya dhaifu. Tayari umetosheka, riwaya ni dhaifu. Wewe umemilikiwa kiakili na shekhe lako, na amekufanya ni mtumwa kwake. wa khairu nas man yushaghil aqlahu, na mtu aliyekuwa bora zaidi ni yule anayeshughulisha akili yake katika kila aina ya mambo. Mtu mwenye akili hakurupuki kurupuki. man tumlaku fikratuhu fa aqluhu ajizun mayitun, mtu ambaye akili yake imemilikiwa siku zote anakuwa ni mwenye kushindwa kwa sababu anangoja kupangiwa kila kitu ndo atende. Kwa hiyo, nataka nikuambie ndugu yangu, usishangae hata haya tuliyokuja kuyazungumza leo, ukaona wale watu ambao akili zao hazifanyi kazi, hazitafakari, kuja kucomment utumbo Asilimia tisini na nane au tisini na tisa ya wanaokomenti utumbo ni wale ambao akili zao zimemilikiwa, ni wale ambao hawajiendeshi, wanaendeshwa. Wewe kama unaendeshwa, upo tu nyuma, unafata tu kama vile e, rikwama, yaani tunaita mkokoteni, unamfata punda tu. Wewe umekwisha umekosa, ubinadamu wako umeukosa. Binadamu ni yule ambaye akili yake isalama, ana chaguzi. Hapa nataka, hapa sitaki, hapa naenda, hapa siendi. Unaonyesha ishara ya eh, kukataa na unaonyesha ishara ya kuto kukataa, na kuna sababu ya kufanya hivyo. Huyo ndio binadamu, bina mwenye akili timamu. Sifate matamanio. Matamanio, mapenzi yatakuharibia mambo yako. Khairul kalam ma qalla wadalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.